Ke, hii vita haiko vita ya Tshisekedi tu, haiko vita ya baministre uwe ya premier ministre ah, ii vita ni ya Wakongomani. Migodi karibu na Rubaya mikononi mwa M23 inafanya bila hofu yoyote, kilomita 60 kutoka Goma. Migodi inayozunguka mji wa madini wa Rubaya inaonekana kufanya kazi kwa uwezo kamili. Migodi hiyo ambayo inadhibitiwa kwa sasa na waasi wa AFC ama M23 tangu mwezi Mei elfu mbili na ishirini na nne sasa inawakilisha chanzo muhimu cha ufadhili kwa waasi hao. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, AFC ya M23 inapata karibu dola laki nane kwa mwezi kutokana na migodi hii. Shughuli ya uchimbaji madini ambayo pia inasaidia mamia ya familia ikiwa ni pamoja na maelfu ya wachimba migodi ambao wanachimba cobalt coltan na hata tantalam katika migodi hiyo. Milima ya Luunje na Kabashumba inaporomoka kwa kupigwa na korea na piki za, ma za wachimba madini. Maelfu ya watu huenda katika maeneo hayo kila asubuhi hii kupata mkate wao wa kila siku, kama Bahati Serubungo 32 ambaye ametumia nusu ya maisha yake mgodini. Mji wa madini wa Rubaya ulichukuliwa na waasi mwishoni mwa mwezi Aprili. Tangu wakati huo, wamepiga marufuku wanajeshi wote kwenda migodini. Lakini wakati huo huo, timu nzima ya wazalendo ambao wanapambana na M23 kuisaidia serikali ya Kinshasa, wanasema kwamba wamefanikiwa baadhi ya maeneo kuwapokonya silaha baadhi ya waasi wa M23, huku wakisema ziko, na mi nikamwambia, ave naona mi mnakuwa na mizigo yenyu, sijua kwenye muna munaelekea, muniate pesa nyee, waende mumisio yenyu nami niende mumisio yangu. Bakakata wakasema utapita hapa, nikawambia hivi, kama munanishikiaka audio lakini am anioraka kwa video kwa, kwa yotoko pamoja sasa, yeah.

Bible ni arme ya kupatia mkongomani imani ya kwamba ukikufia nchi yako utaenda mbinguni. Si wazia ya kama utenikuwa mkristu mzuri wakati unachukia nchi yako.